Mimi naona kama ameniuza kabisa. Msitu gani wa hivi? Nakuja kufanya upelelezi wa namna gani sasa? Ona paka sasa hivi sijui viatu nimeviacha wapi? Sijakaa sana, sikia sauti za ndege. Mara mizimu mizimu inaanza kukoroma. Hii serikali inanipenda kweli. Au anatafuta sababu ya mimi kunifukuza? Kama amenichoka niambie. Niko kuja kunitosa kwenye msitu wa hivi nikaje kuliwa na masimba bure. Hmm? Msitu gani unakoroma? Msitu umejaa vyura kama madimbu ya maji hmm. msitu gani wetu una madini huu hmm? msitu wa madini au msitu wa wachawi hmm? Kwanza kupanapoonekana hata majini atakuwepo ya kutosha. Niko kama ni kazi na kuja kuikimbia, wanipe mshahara wangu niondoke. Sipo kwa ajili ya kufariki mimi. Naipenda familia, naipenda familia yangu kabisa. Mambo ya kuleta misituni, sijasomea wanajeshi. Mimi ni mwandishi wa habari tena, Matinga Tizi. Nimeshachoka na hizi kazi mimi